Kati ya shule 20,508 zenye matokeo, jumla ya shule 20,364 sawa na asilimia 99.3 zimepata wastani wa madaraja ya ufaulu ya A mpaka D. Shule 144 zimepata wastani wa daraja E, ambalo ndilo daraja la chini zaidi, lenye alama kati ya sifuri na 60. Idadi ya shule zilizopata wastani wa daraja E zimepungua kutoka 197 mwaka 2024 na 325 mwaka 2023. Kuhusu ufaulu kimasomo, kwa upimaji wa mwaka 2025 ulizingatia mtaala ulioboreshwa ee, ukihusisha masomo tisa, masomo matano ya lugha yani Kiswahili, English language, French language, Arabic language na Chinese language masomo mawili ya sanaa, jiografia na mazingira ya sanaa na michezo, pamoja na historia ya Tanzania na maadili, na masomo mawili ya sayansi na hisabati. Kwa ujumla, ufaulu katika masomo yote ni mzuri.